Uh, sehemu yoyote yeye yupo. Sasa nilitamani kufahamu kutoka kwako Bwana Moses, je, yeah. Mm, hawa -hmm. Vijana mnawapa nafasi au wigo kiasi gani kuhakikisha kwamba katika shughuli zozote zile za kivyama wao wanahusika? Mchambuzi mm, uh, um, huyu mi nimemwelewa na nimemsikia na kuna mambo mengi amewagusia ya kimsingi zaidi, na niseme kitu kimoja kwamba sisi kwenye chama chetu kwa mfano tumekuwa tukiwa... Tukiwa... Tukiwa karibu kwa sababu amesema kwamba, kwamba siasa ya, ya Tanzania. Na ni siasa ya, ya Tanzania imekuwa ikionekana kwamba vijana wamekuwa wakifikiri usi... kwamba ni ya wazee. Ni kweli mtazamo wa vijana walio wengi ni huo, lakini sisi upande wetu ni sahihi, tumekuwa tukiliona hivyo kwamba vijana wamekuwa wakiwa na mawazo ya namna hiyo na tumekuwa tukiwasikiliza sana wakiwa mtaani, wakiwa labda tuko nao kwenye vikao na kadhalika, tukiwashirikisha swala zima la vikao, lakini sisi tutarejea mm. Salia hapo, hapo tutarejea. Radio Kwizera FM 2026 aminia. Habari njema kwako wewe mzazi na mlezi, shule ya sekondari Olive Green iliyoko wilani Kibondo, mkoani Kigoma, inawatangazia nafasi za masomo ya kidato cha kwanza mwaka elfu mbili na ishirini na sita na nafasi za kuhamia kidato cha pili na cha tatu. Mitihani ya kujiunga inafanyika kila siku za Jumatatu hadi Ijumaa shuleni Olive Green. Shule ni ya bweni na ya jinsi zote. Ada yetu ni nafuu sana na inalipwa kwa awamu nne. Tupigie simu kwa mawasiliano zaidi 0764601351, au 0759601351, au 0628460093. Mlete mwanao Olive Green Secondary kwa elimu na malezi bora. kimenishinda nataka

Da, da, tupige selfie. Daka swadu smata ya wajanja furahia eh, application unazopenda kwa kasi ya 4G bila kuofia chaji eh -eh. Piga picha na peruzi kwa kujiachia eh. Ukiwa na bando la 4G kwa miezi mitatu, kwa nini uachwe nyuma eh -eh. Songa na swadu smata <laughs> Shule ya awali na msingi Wisdom iliyopo wilayani Kasulu mkoani Kigoma inawatangazia nafasi za masomo ya awali na msingi pamoja na nafasi za kuhamia kwa mwaka 2026. Shule ina mazingira mazuri kwa ajili ya kujifunzia, madarasa ya kisasa, chumba cha kompyuta chenye kompyuta za kutosha. Wanafunzi hujifunza kwa vitendo na hufanya ziara za masomo ndani na nje ya Tanzania. Lugha zinazotumika ni Kiswahili, Kiingereza, Kifaransa na Kichina na ni shule ya kutwa na bweni kwa jinsia zote. Shule ya Wisdom ina ulinzi wa kutosha, chakula bora kwa watoto, pamoja na magari kwa ajili ya kuwapeleka shuleni na kuwarudisha nyumbani na michezo mbalimbali mbali kwa ajili ya watoto. Kwa mwaka 2025, shule ya Wisdom imeshika nafasi ya kwanza kiwilaya, ya tatu kimkoa na ya 15 kitaifa katika mtihani wa darasa la saba. Ewe mzazi na mlezi, mpeleke mwanao Wisdom Junior School kwa mafanikio kielimu. Kwa mawasiliano zaidi piga 0753 0448

Haya, tumerejea hapa msikilizaji, mara baada ya mapumziko hayo mafupi, na tunaendelea zaidi na hoja ya asubuhi. Kabla ya kuendelea zaidi, tuna ujumbe hapa maalum kwa ajili yako. Kabla ya hoja ya asubuhi, tupate ujumbe kutoka shule ya awali na msingi Wisdom iliyopo Ilani, Kasulu mkoani Kigoma. Inawatangazia nafasi za masomo ya awali na msingi pamoja na kuhamia kwa mwaka 2026 shule ni ya kutwa na bweni kwa jinsia zote. Ina mazingira mazuri kwa ajili ya kujifunzia, madarasa ya kisasa, chumba cha kompyuta na kompyuta zipo za kutosha. Wanafunzi hujifunza kwa vitendo na hufanya ziara za masomo ndani na nje ya Tanzania. Lugha zinazotumika ni Kiswahili, Kiingereza, Kifaransa na Kichina. Shule ya Wisdom ina ulinzi wa kutosha, chakula bora kwa watoto, pamoja na magari kwa ajili ya kuwapeleka shuleni na kuwarudisha nyumbani. Michezo mbalimbali mbali ya watoto pia ipo. Kwa mwaka elfu mbili ishirini na tano shule ya Wisdom imeshika nafasi ya kwanza kiwilaya, ya tatu kimkoa na ya kumi na tano kitaifa katika mtihani wa darasa la saba. Ewe mzazi na mlezi, mpeleke mwanao Wisdom Junior School kwa mafanikio ya kielimu. Kauli mbiu ni elimu ni daraja la mafanikio. Sawa, elimu ni daraja la mafanikio. Lakini benki NMB bado wako hapa, msikilizaji, asubuhi hii ya leo wanaendelea kukusisitiza na kukukumbusha kwamba wao wako kwa hapa kwa ajili ya kukupongeza kwa mishe, michakato, kazi na shughuli za, za kujikimu ambazo umezifanya kwa mwaka 2025 na wanafahamu kwamba si rahisi kupongezwa na kila mtu lakini wao wako hapo kuhakikisha kwamba pindi tu unapokwama wanakukwamua kiulaini na mshiko fasta, mkononi mwako popote pale ulipo. Na mshiko fasta, haunaga mafoleni. Ni mkopo wa fasta tu usiohitaji dhamana yoyote zaidi ya wewe kuwa na akaunti ya NMB Bank na kuwa umejiunga na huduma za NMB mkononi. Unaweza kuvuta mpunga kwanzia buku tu, yani nazungumzia shilingi elfu moja hadi shilingi milioni moja. Weka pesa kwenye akaunti yako na fanye miamala zaidi kwa NMB mkononi uweze kuongeza kiwango chako cha kukopa. Unaweza kukopa kwa siku siku kwa siku moja wiki wiki mbili siku 21 hadi siku 28 na kwa ada nafuu sana. Kama umeshajiunga na NMB mkononi, jiachie faster kwa kubofya nyota 150 nyota 66 alama ya reli, kisha ingia kwenye mikopo na utakutana na mshiko faster. Ufuate maelekezo. Vilevile vile, kupitia NMB mkononi app, ukiingia tu utaona nembo yenye neno mshiko faster. Ukibofya tu hapo unateleza kidigitali na kupata mkopo wako kwa kuzingatia vigezo na masharti. Endelea kufurahia huduma za NMB mkononi, ujiweke kwenye vigezo vya kuvuta mshiko fasta kwa haraka zaidi. Teleza kidigitali na mshiko fasta kupitia NMB mkononi. Tumekupata NMB Bank, karibu yako. Tunaendelea na hoja ya asubuhi, msikilizaji, mbili na dakika 36. Kama una maoni pia unaweza kuandika na ukayatuma kuja kwenye namba 0710 977 977. Maoni yako tutakuja kuyasoma hapo baadaye lakini pia kuna jambo ambalo nitamani kulifahamu kutoka kwako, kwa Bwana Moses Mdia. Zipo jumuiya mbalimbali ikiwepo jumuiya ya umoja wa vijana katika vyama mm -hmm. vya kisiasa, na ukiangalia kwa asilimia kubwa kwenye baadhi ya vyama, vijana wamekuwa wakikwepa kujiunga na umoja huo, wakidai kwamba hakuna chochote ambacho wanafaidika wanafaidika nacho just kama naweza kusema kwamba ni, ni kama wanatumika tu kwa ajili ya mafanikio ya watu fulani. Yani wanakuwa kama daraja na mwisho wa siku hakuna ambacho wanafanikiwa kukipata. Kwa upande wako wewe hili unalionaje? Hilo uh, unalosema liko sahihi. mm-hmm. Lakini pia niseme kitu kimoja kwamba uongozi ni wito. Uongozi ni wito kwa maana kwamba hata kama ukitaka mafanikio lazima kwanza upande mbegu. Huwezi kuvuna kama hujapanda mbegu kwa hiyo uongozi ni wito uh, ukisema kwamba uingie kwenye siasa ili upate, ma, upate mafanikio inakuwaga ni ngumu sana. Kwa hiyo uongozi, uongozi kwanza unaanzia ndani ya moyo uongozi ni wito. Lakini pia kuna kitu kimoja ambacho nimemsikia jama mchambuzi wetu hmm, anasema kwamba mara nyingi sana vyao vya vimekuwa vikitolewa kwa kwa, kwa, kwa, kwa mjuano kwa mjuano. mm, mm. Sasa hili ni kweli limekuwepo, lakini pia akasema kwamba kwenye mjuano huo ime wamekuwa wanaangalia mtu mwenye nacho, mwenye nacho kwamba ndo anapewa kipaumbele. Sasa niseme kitu kimoja kwamba hayo ni madhaifu ambayo yanakuwa ndani ya chama, kuto kutafadhili vizuri katiba ya chama yenyewe au katiba ya nchi au irani ya chama husika, lakini pia kuto, kuto watendea haki wale ambao hawana, hawana cho, wanawazibia mianya ya kufanya nini, ya kugombea nyadhifa za mbalimbali mbali za ndani ya chama au ndani ya serikali ya kijiji ndani ya ndani ya wilaya husika au kwenye, kwenye, kwenye, kwenye uongozi ambao unatakiwa ku, ku, kugombewa kwa, kwa muda huo. Sawa, labda kwa mfano uhum. Tukisema kiongozi bora kwa upande uhum. wako wewe unaona ni yupi? Ni yule mwenye nacho au asiye nacho? Yule asiye anaweza nitegemeana, lakini mara nyingi sana viongozi bora wamekuwa ukitokana na yule ambaye hanacho. Kwa sababu gani? Kwa, kwa sababu kwanza huyu mwenye nacho ukiona ameingia kwenye, na, kwenye kugombea nafasi mbalimbali mbali au mfano anaweza kugombea akagombea labda kuwa mwenyekiti wa kijiji, anaweza kugombea labda kuwa mbunge, anaweza kugombea kuwa diwani. Sasa huyu ni wa kuchunga moja kwa moja, ni wa kuangalia kwa jicho la tatu. Kwa sababu gani? Huyu anaweza kaingia, kwa, akaingia kwenye kugombea uongozi kwa master fulani ya kulinda vitu vyake, mali zake, ili kwamba kama yuko kwenye ule wadhifa asija kabuguziwa kuogopa nini cheo chake. Sasa huyu kwanza hana uongozi bora. Kwa sababu gani? Kuna sehemu atawanyanyasa wanyanyasa walio, walio, walio wengi. Mfano mimi, mimi nimejitambisha kama, kama katibu mwenezi ndio ko mimi ni ni, ni, ni muda mrefu sana kwenye kwenye uwadhifu mm. Lakini pia sio mwanasiasa wa jana, kwa haya nimekuwa, <laughs> nimekumbana ni, ni, ni, ni, ni, ni, ni nayo sana, nayafahamu. Na, na, na vipi uh, mwananchi akisema <coughs> kwamba anahofia kumpa uongozi yule ambaye hana kwa kuogopa kwamba akipata tu nafasi ya uongozi ataanza kufuja mali kwanza? Inatikiwa kwanza, unajua mtu akishaingia kwenye, kwenye nafasi hiyo ya kugombea uongozi, nimetangulia kusema kwamba kwamba kwamba uongozi ni wito, lazima kwanza achunguzwe kuanzia kwenye chama, lakini pia lazima achunguzwe kuanza kwenye chama lakini pia maeneo anayoishi, kijiji anachoishi, kitongoji anachoishi au wilaya anayoishi, wanamtambua vipi kwamba huyu, je, ana wito wa kuongoza? Na unajua sifa za mtu sifa za mtu zinatambulika mpaka kwenye jamii. Kama ana sifa ambazo haziwezi zikamfanya kuwa, kuwa kiongozi, lazima huyu mtu lazima awe na hofu. Kwa hiyo ina maana kwamba kwa hatuwezi tuka, tuka, tuka, unani, na hofu eti, kwa kuwa fulani hanacho tukashindwa kumpa uongozi lakini pia kwa huyu mwenye nacho nina wasiwasi kwamba yani mimi huwa nimekuwa nikiwachunguza hawa watu wanakuwa wanazingatia wana, vitu wana, vyao wana, wana, wana, wana ficha makucha ya, vi, ya vitu ya mali zao walizonazo lakini pia ni mtu ambaye anakuwa na, ukimwangalia vizuri kwenye uongozi wake anakuwa mtu sio, anakuwa hana sifa za uongozi, ni mnyanyasaji tu, kama yani, kama kama wanyanyasaji wengine. Kwa hiyo unakuta anaingia kwenye uongozi kwa ajili ya maslahi ya mali zake na ya ulinzi wa mali zake alizo nazo. Mwenye asiye nacho ni tofauti sana, mbaye hana. Ndugu Moses, umezungumzia swala la uchumi na hali za kiuchumi katika uongozi. Sawa, ni zipi sifa za kiongozi bora? Kwanza sifa za kiongozi bora na sifa za kiongozi bora anatikiwa, kwanza awe na tabia njema. Tabia njema mara nyingi sana, labda nikitafsiri hapo nikiendea, niki, niki, kuzungumzia hilo, kutetea hilo hapo, maanake nimekuwa nimesema kwamba kwamba tangu mwanzo, tangu nimeanza nime nimeanza kuwa kiongozi ndani ya chama nimeona mambo mengi. hmm. kuna viongozi wengi sana tulionao sana yani ni, ni wengi ni, wamegubikwa na, na sifa ambazo ni sio nzuri. Kwa mfano, mm, sifa ambazo sio nzuri sana vitongoji wa vijiji na nini kiongozi, unakuta kiongozi unakuta anatuma mbalimbali mbali. Mara natumia kwamba huyu kavunja ndoa ya fulani, huyu kaiba cha fulani, huyu alichukua eneo, eneo, eneo la kijiji huyu ame ame alitorosha mke wa fulani huyu, yani unakuta hizo ni tuhuma pia, lakini pia ndio sifa. Unajua ukiwa mwizi, mwizi ni sifa. Ndio tunaangalia sasa tu, mm. Tunataka tuangalie sifa za kiongozi bora ni zipi? mm. Kabla hatujazungumzia masuala kama ambavyo umesema kwamba anatakiwa awe na tabia njema sawa, nyingine kwanza awe mchapakazi. Huyo ni kiongozi bora, awe mchapakazi, lakini pia awe mtu wa kujituma lakini pia awe mtu ambaye ambaye anakubalika na jamii, awe na mtu anakubalika na jamii jamii, kisha mkubali kwamba huyu mtu anatufaa, ana anapaswa ana, ana kuwa na sifa sifa njema, lakini pia sifa ya kiongozi. Kwa mfano kama ukiangalia kwenye kanuni za za kiongozi sifa, nani kanuni za kiongozi inasema kiongozi awe anatabia njema, awe hajawahi kufungwa, awe hawaja hatuhumiwi awe anaishi mazingira yale anayoyaongoza, ana unaona. Kwa hiyo sifa za kiongozi zinatafsirika kwa, kwa nyanja mbalimbali. Kwa hiyo ina maana kwamba sifa kama hizi zina, zinamfaa kuwa kiongozi. Kwa hiyo kwa, kwa uongozi unatakiwa kwanza uwanze na jamii. Jamii sawa. Shukrani sana uh, msikilizaji ambaye bado uko pamoja na sisi. Hii ni hoja ya asubuhi ndani ya Asubuhi Njema ni saa mbili na dakika 44. Punde tutarejea kwa ajili ya kuangazia kile ambacho utakuwa umekiandika na tutaona mawazo yako pia na mchango wako katika mada ya siku ya leo ambayo tunaangazia nafasi ya kijana au vijana katika maamuzi ya kisiasa. Radio Kwizera FM 2026 Aminia. Uongozi wa shule ya sekondari St. Francis Xavier iliyopo Kasulu mjini inayomilikiwa na Jimbo Katoliki Kigoma yenye usajili wa Baraza la Mitihani S4423 unapenda kuwatangazia nafasi za masomo kwa wanafunzi waliokosa mafunzo ya preform 1 hapa shuleni. Sifa za kujiunga na kidato cha kwanza kwa wanafunzi hao ni wale waliofanya mitihani ya darasa la saba mwaka 2025 na kupata ufaulu wa daraja A na B pekee. Shule ni ya bweni kwa jinsia zote na walimu wenye sifa na uzoefu wa kutosha. Shule ina maabara ya kisasa na vyumba vya kompyuta kwa ajili ya mafunzo ya kompyuta kwa wanafunzi wote. Fomu zinapatikana shuleni kwa shilingi elfu kumi tu. Mwisho wa kuchukua fomu ni tarehe kumi mwezi wa kwanza mwaka 2026. Kwa mawasiliano zaidi wasiliana na mkuu wa shule kwa namba 0683449169 au meneja msaidizi 076299 6 na wahi, nafasi ni chache. Oya, kisosadu kimenishinda, nataka simkali simu ya bei nafuu inayomudu yangu hali, ichati na washikaji laini, unyonge sikubali. Kumbe mchongo ni swadusmata na yateli oya, daka hiyo swadusmata hiyo swadusmata Dada, tupige picha. Dada, tupige selfie. Daka swadu smata ya wajanja, hey. Furahia application unazopenda kwa kasi ya 4G bila kuhofia chaji, hey. Piga picha na peruzi kwa kujiachia, hey. Ukiwa na bando la 4G kwa miezi mitatu, kwa nini wachwe nyuma? Songa na swadu smata <laughs> Uongozi wa shule ya sekondari Mount Chanza yenye usajili wa S3562 iliyopo Kibondo mjini mkabala na stendi ya mabasi mkoani Kigoma inakutangazia nafasi za masomo kwa wanafunzi wa kidato cha kwanza na wa kuhamia shule. Ni ya wasichana na wavulana. Shule ni ya dini zote. Shule ni ya bweni na ina usalama wa kutosha kitaaluma. Shule inahimiza zaidi masomo ya sayansi na inafundisha somo la kompyuta. Shule inafanya vizuri sana kwa miaka mingi. Kwa mwaka 2023 Division 1 zilikuwa 5, division 2, 44, Division 3 41, Division 4 8 na Division 0 ilikuwa sifuri. Kwa mwaka 2024, Division 1 zilikuwa 31, Division 2 50, Division 3 16, Division 4, 4 na 0 zilikuwa sifuri. Shule inaanda nafuu sana na inalipo kwa awamu tatu. Kwa mawasiliano zaidi piga simu namba 0694 06 05 89 au 69 0724-629-971 au 0757-1994-30 au tembelea akaunti ya shule Instagram kwa kuandika Mount underscore Chanza underscore school. Karibuni sana. Tuko ukingoni mwa hoja ya majadiliano, kipengele cha mwisho kabisa ndani ya asubuhi njema, lakini mm. bado tunaendelea na majadiliano yetu hapa. Aa, kama ambavyo tumeangazia, mada ya leo ni nafasi ya vijana katika maamuzi ya ya kisiasa hmm. <laughs> maamuzi ya kisiasa sawa. So, na mimi kwa upande wangu, mimi binafsi mm. sijajua, kwako wewe pia Aa, kiongozi hapa amesema yeye kwamba kiongozi bora kwa upande wake hmm. maoni yake, maoni yake. Mm -hmm. kwamba ni yule ambaye hana kipato, lakini ukija kuangalia mm -hmm. uh, kwenye dhana nzima ya mm -hmm. uongozi mm -hmm. uongozi kama ulivyosema hapo awali, mi nakuunga mkono kwamba ni wito, ni wito. Ehe, kwa sababu kuna yule ambaye anacho mm. lakini anawito wakuwa kiongozi anawito wakuwatumikia wananchi, lakini unaweza e, na ana sifa pia. Unaweza ukakuta huyu ambaye tunasema kwamba hana chochote ndiye kiongozi bora lakini akatuangusha. Kikubwa zaidi tunaangalia sera ya kiongozi inasemaje na uwajibikaji wake ndio ambao utakuja kumtafsiri kwamba huyu ni kiongozi bora mm. au sio kiongozi bora inategemeana, awenacho asiwenacho, lakini tuangalie sera zake na uwajibikaji wake. Yes. Ni, ni, ni, kitu kimoja, tangu mwanzo nimesema kwamba huwa inategemeana mm. mm, lakini sasa nikasema ni, ni mara nyingi sana mtu ambaye anacho kwanza anakuwa na kile kiburi kwamba asiwalinipa kwa ajili ya hela yangu. Unaona, kwa mfano kwenye uchaguzi mwaka jana mtu mwenye nacho ambaye hana hanacho, si ndio? Sasa walivyomgonganisha, alikuwa ni kwenye ngazi ya udiwani. Sasa huyu mwenye nacho akabezwa, ambaye hanacho akabezwa, si ndio? Alivyobezwa, akapewa mtu mwenye nacho sawa tu akawa anatoa rushwa sana sasa. uh, sa, sasa hizo ni tuhuma ambazo wanakuja nazo twende, so <laughs> <animal>. kwenye <laughs> <Mifana. laughs> jumbe fupi ambazo umetuma msikilizaji kuja kwenye namba 0710977977 Jaja Jafeti wa Kagezi, Kibondo umesema, kwa kweli ndugu mtangazaji, sio kwamba vijana tulikuwa hatuhitaji kutumika kwenye vyama, isipokuwa kama hamna mtu wa kwako ndani ya chama wewe kama kijana huwezi ukapata nafasi, ndio maana uongozi wa sasa hivi unaenda kwa mjuano. Maoni yake ni hayo. Lakini Daudi Kalimanzira Malegea, unapatikana Kagera Sugar, maamuzi kwa vijana yana manufaa makubwa, vyama viwape nafasi vijana, wawe wanashiriki vikao vya chama. Lakini Kravel Karum na Longino, kutoka kijiji kib Kibona, uh, umesema unahitaji eh, haya, huko ulikoenda sasa, mimi sielewi unamaanisha kitu gani? Gideon Madina umesema kiongozi bora inatakiwa awe wa kuigwa kila sekta, mfano kiuchumi, mm-hmm. kimaadili na kadhalika, amesema yes. hivyo, lakini huyu amesema kiukweli, ah, kaka kiukweli kwenye eh ah, mko mbele ya muda eh, haya, Asante kwa ujumbe wako huo. Jumbe zipo nyingi sana lakini, kulingana na wakati, naomba tutamatishe. Kiongozi, wito wako kwa vijana ni upi? Wetu wangu kwa vijana ni kwamba wajitokeze kugombea nyadhifa mbalimbali kwa sababu wanaruhusiwa, wasi wasi watu wa kuiogopa siasa, kuona kwamba sasa wao sasa wame, kwamba siasa ni za wazee, au kwamba siasa hamna chochote wanachoweza kukipata, hapana. mm. Wa, wa, wajitokeze kwa sababu wow, zamani tulikuwa tuna Kiswahili kinasema kwamba vijana ni taifa la kesho, lakini yeah. hapana taifa la leo. Shukrani sana Bwana Moses, katibu mwenezi kutokea NCCR Mageuzi, asante sana. Karibu wakati mwingine. Asante sana, kushukuru sana, shukrani msikilizaji, ndivyo ambavyo tunatamatisha hoja ya asubuhi asubuhi njema ya leo. Tukirejea hapa basi tutakuwa tunaelekea mwishoni kabisa mwa kipindi, uh, kipindi chetu na kuwaacha watu wa nje ya dimba waendelee hapa, tutarejea hoja ya asubuhi. Wanasema hili kwa nia njema kabisa. Fikiri mawazo mapya, lazima tufanye mabadiliko makubwa. Tunajenga hoja, kunaamua yako. Maji ya asili ambayo hayakauki ni swala la kutumia maarifa tu, ili watu wasipate tabu. Mpaka sasa wananchi wanateseka. Hoja ya asubuhi. msikilizaji bado tuko hapa na watu wa njia dimba wako hapa lakini kabla ya kuzungumza nao chochote kitu naona wanajiweka sawa hapo haya bwana wanafunga sisi kina nani benki NMB <laughs> wako hapa msikilizaji na kikubwa zaidi ambacho wanaendelea kukifanya ni kukupongeza kwa mishi ambazo umeshiriki kwa mwaka 2025 pongezi zikufikie popote pale ulipo lakini wao wapo karibu na wewe kila mara ambapo unakuwa umekwama kuhakikisha kwamba wanakukwamua kiulaini na mshiko fasta Mshikofasta ambao nauzungumzia haunaga mafoleni, ni mkopo wa fasta tu usiohitaji dhamana yoyote zaidi ya wewe kuwa na akaunti ya NMB Bank na kuwa umejiunga na huduma ya NMB Mkononi. Unaweza kuvuta pesa kuanzia elfu moja hadi shilingi milioni moja. Weka pesa kwenye akaunti yako na fanya miamala zaidi kwa NMB Mkononi uweze kuongeza kiwango chako cha kukopa. Unaweza kukopa kwa siku, wiki, wiki mbili, siku 21 hadi 28 kwa ada nafuu sana. Kama umeshajiunga na NMB Mkononi, jiachie fasta kwa kubofya nyota 150 nyota 66 alama ya reli kisha ingia kwenye mikopo na utakutana na Mshiko Fasta, ufuate maelekezo vile vile. Kupitia NMB Mkononi app, ukiingia tu utaona nembo yenye neno Mshiko Fasta. Ukibofya tu hapo unateleza kidigitali na kupata mkopo kwa kuzingatia vigezo na masharti. Endelea kufurahia huduma za NMB Mkononi, ujiweke kwenye vigezo vya kuvuta Mshiko Fasta kwa haraka zaidi. Teleza kidigitali na Mshiko Fasta kupitia NMB Mkononi. Tumekupata NMB Bank. Karibu yako, karibuni sana watu wa nje ya dimba nje. Eh, boa hey, umeona nje ya dimba inavyo inavyoingia ina, ina... Ningezungumza <protagonist> lakini, sema mwanasheria wangu <mumbles>

afu af suti inavuta mambo mengi sana. Ukipata muda, dai tu atakupa namba yangu kwa sababu ndo mtu wangu wa karibu hapa atakupa. Uh -huh. namba yangu ndio dimba, kuna nini na maneno mengi sana bwana, wana nji adimba kuna mengi sana lakini, uh, moja kati ya kitu kikubwa takenda kukiangazia leo hii ni kuhusiana na usajili mm. uh, hasa kwa Young Africans ambao wamekamilisha usajili wa Alan Okello ambao wamemtangaza usiku wa kuamkia hii leo wa kawaida, kuelekea usiku wa manane, usiku unaokaribiana na kutuangazia vitu vingi sana kwenye nje ya dimba. Wasikilizaji wanasubiria hapa, ishaanza kuona message zinaingia. Ah, okay. Sijui Azam sijui nini, zipo nimewahifadhia za kutosha sana, kwanza tuma baadaye <laughs> <laughs> Msikilizaji anaweza oh, kachambua Anze, alafu baadaye. Asante sana akambao amekuwa pamoja nasi kwanzia majira ya kumi na mbili kamili za asubuhi mpaka hivi sasa, tunawacha watu wanje ya dimba kama ulivyowasikia leo. Anaanza na meseji zenu, kwa hiyo tumeni, mi niwasaidie tu kuwasomea namba: 0710 977 977. Nanze na neno dimba, Anze.